Tutakula hiyo karamu miaka saba. Haleluya! Tutakula hiyo karamu ya mwana kondoo miaka saba. Wakati huo, kila mtu amevikwa taji kwa kazi aliyofanya duniani. Jana tuliangalia kwa mapana kazi ambayo Mungu baada ya kuokoka uliifanya duniani. Wanangu, imbeni sana waimbaji, baba yenu ninapenda waimbaji. Mshangilie Yesu kwa hilo, umempata baba mchungaji anayependa nini. Wanangu, itafika mahali hapa tunaanza hiyo saba duniani, ni dhiki kuu miaka saba. Mungu atusaidie sana. Tukiwa hewani, tunapopongezwa, tunakula harusi ya mwana kondoo, ili baada ya miaka saba, sikiliza kwa makini, turudi duniani kutawala na Yesu Kristo miaka elfu moja. Ndivyo maandiko yanavyosema. Baada ya miaka saba, sio kwamba ile siku ya mwisho itatokea, tutarudi Duniani. Lakini kutawala na Yesu Kristo miaka elfu moja. Kipindi hicho cha utawala wa Yesu hakuna kiongozi atakuwa hajaokoka mwanangu. Haya, Biblia ukisoma ni tamu, Biblia ukisoma ni nzuri. Baada ya kukaa hewani miaka saba, tutarudi duniani. Baada ya dhiki kuu duniani, tutatawala na Kristo miaka elfu moja. Hilo ni somo, nitakupa tu somo, nitaendelea na nao. Na kwenye utawala wa Yesu, Yesu ndiye atakuwa kiongozi mkuu Halafu tutapewa vyeo kulingana na kazi uliyofanya duniani. Bwana Yesu asifiwe, miaka elfu moja. Sasa nirudi hiyo dhiki kuu, sisi tuko hewani, tuliangalia jana, duniani kutakuwa kunaendelea nini na kwa nini dhiki kuu ni miaka saba, lakini imegawanywa. Nataka hilo pia lijue, dhiki kuu itakuwa miaka saba, lakini imegawanywa kwenye vipindi viwili, kipindi cha kwanza miaka mitatu na nusu, na kipindi cha pili miaka mitatu na nusu. Kitabu cha Danieli sura ya kumi na mbili. Danieli sura ya kumi na mbili. Dhiki kuu itakuwa miaka saba, lakini imegawanywa mara mbili, miaka mitatu na nusu ya mwanzo, miaka mitatu na nusu ya pili. Bwana Yesu apewe sifa. Ile miaka mitatu na nusu ya mwanzo haitakuwa na taabu nyingi, kiboko ni ile miaka mitatu na nusu ya pili. Tunajifunza haya wanangu, ili uendelee kujitakasa uendelee kuwa safi ili panapanda ikilia wakati wote kumlaki Bwana yewe, ndio maana ya ujumbe huu. Daniel sura ya 12, kitabu cha Daniel sura ya 12 mstari wa kwanza na wa tano. Naomba nisome, nataka twende haraka, niende na muda, nitasoma kwa jina la Yesu yes. neno la Mungu linasema mm -hmm. wakati huo Mikaeli atasimama jemadari mkuu Asimamae upande wa wana, wa wana watu wa, wako. Wakati huo Mikaeli anaonyeshwa Danieli, mtu wa Mungu, akawa anaonyeshwa maono na Bwana kwamba wakati huo huo. Wakati ni upi? Ni huo wakati wa mwisho, tuliangalia nyuma, atamwona Mikaeli amesimama upande wa watu wa Bwana. Yani leo hivi tulivyo, Mikaeli yuko upande wetu. Isikilize kwa makini, Mikaeli. Danieli akawa anaonyeshwa, Mikaeli yuko upande wetu za leo, yani hata siku ya leo Mikali yuko upande wetu. Endelea na kutakuwa wakati wa taabu, na kutakuwa wakati wa taabu, mfano wake hau haukuwepo tangu nilipoanza kuwepo taifa, mfano wake haukuwepo tangu ilipoanza kuwepo taifa. Ndio maana inaitwa dhiki kuu. hata Ni... hata wakati huo huo, hata wakati huo huo, na wakati huo watu wako wataokolewa. Sikiliza hapo, ndio kanisa linaondoka. Danieli akawa anaonyeshwa kwamba wakati huo dhiki inapokaribia kuja, watu wake Mungu wataondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Endelea, mtumishi wa Mungu. Kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile, sikiliza, kila mmoja ambaye ataonekana ameandikwa kwenye kitabu kile cha uzima, kabla ya hiyo dhiki. Yani Danieli akawa anaonyeshwa kutakuja dhiki kubwa, kwa mfano Yaani, wewe baba unaonyeshwa kwamba baada ya miaka kadhaa